Niko na taarifa ambayo inahusiana na masuala mazima ya wakala wa ulinzi eh, katika ukanda wa Gaza ambao pia eh, umeweza kusema eh, shambulio la Israel limeweza kulenga hema la wakimbizi wa Kipalestina eh, karibu na mji wa kusini wa Khan Yunis eh, na kuweza kuua takriban watu kumi na mbili. E bana e, noma sana hii lakini pia e, taarifa inaendelea kwa kusema kwamba haya yanaweza kutokea e, wakati wakfu wa, wa utoaji wa misaada Gaza GHF ukisema e, vituo vya misaada vimefungwa kwa muda leo huku jeshi la Israeli iki, ikionya iki, iki kwamba njia zote ambazo za kuweza kuelekea katika vituo vya usambazaji wa misaada zitachukuliwa na kuweza kuzingatiwa kama maeneo ya mapigano. Kumbuke pia ku, e, siku za nyuma hapa pia kumekuwa kuna machafuko sana ambayo inaweza kutokea huko Gaza, na moja kati ya vituo ambavyo pia huwa vinapatikana kule kwenye masuala mazima ya utoaji wa misaada kwa wale ambao pia wameweza kupoteza baadhi ya vitu vyao. Najua kuna misaada ambayo pia huwa inatoa na shirika tofauti tofauti ambalo kama hili la GHF, yamekuwa akifanya eh, misaada tofauti tofauti katika e, eh, nchi hiyo. Sasa eh, katika hizo sehemu za kutolea misaada sasa ime, imegeuka ni kama sehemu ya vita kwa sababu watu wanakuwa ni wengi na baadhi ya shughuli ambazo zinakuwa zinaendelea pale. Sasa watu takriban 12 wameweza eh, kupoteza maisha ambayo mashambulio hayo ya wea, Israel yakilenga kama ilivyokuwa ikihifadhi wakimbizi karibu na mji wa Khan Yunis e, eh, kusini mwa ukanda wa Gaza na kuweza kusababisha vifo vya watu eh, na mbili. Kwa mujibu wa taarifa eh, kutoka kwa wakala wa uokoaji wa Gaza, tukio hili linaongeza idadi ya mashambulizi hivi karibuni dhidi ya maeneo ya wakimbizi ambayo pia eh, yamekuwa yakilalamikiwa eh, ya na mashirika ya kibinadamu na kuweza kusababisha vifo vya raia na kuweza kuzorotesha hali ya kibinadamu eh, katika eneo hilo. Sasa katika tukio jingine, ambapo mnamo Desemba m mwaka elfu mbili na ishirini na nne, eh, mwaka jana hiyo, sasa mashambulizi ya anga ya Israel yaliweza kulenga lengo la makazi eh, katika kambi ya wakimbizi ya Nesat na kuweza kusababisha vifo vya watu 33 na, na kuweza kujeruhi wengine 50. Shambulio hilo pia lililenga kituo cha posta eh, kilichokuwa kikitumika kama makazi ya raia na kuweza kusababisha uharibifu mkubwa wa majengo ya jirani. So toka mwaka jana pia kwenye baadhi ya vituo ambavyo pia vinakuwa vinasaidia kuweza kutoa misaada ya chakula na vitu vingine, kumekuwa kuna e, vita ambavyo vinakuwa vinaendelea, lakini pia machafuko yanakuwa yanaendelea e, katika maeneo hayo. Sasa mashambulizi haya pia yameweza kuongeza wasiwasi mkubwa kabisa katika e, kimataifa kuhusu usalama wa raia katika maeneo ya wakimbizi na yamezua wito wa uchunguzi huru na hatua za dharura za kibinadamu kuweza e, kuchukuliwa. Bana tuendelee ku, e, kuwaombea wenzetu wa Gaza ndugu zetu hawa e, kwa, kwa masuala mazima ya machafuko. Imekuwa ni nchi ambazo pia eh, kuna machafuko makubwa, lakini pia na Israeli pia imekuwa ikiwashambulia sana eh, kutokana na shida tofauti tofauti, lakini pia mambo tofauti tofauti ambayo yanakuwa yanakuwa yanasababisha eh, vita hivi. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, lakini pia pale YouTube. Okay, subscribe channel yetu, utaendelea kuwa kwanza kabisa kupata taarifa nyingi zaidi ambazo zinakuwa zinaendelea kutokea.